Naam, barabara kabisa. Mwezi wa Machi ndio huo tumeupaguriani ni kwamba ile ilikuwa ni tarehe 31 moja, mwezi wa Machi mwaka 2015 kwa moyo mkunjufu basi nakukaribisha kwenye taarifa zetu za KTN Leo, studioni nikiwa na mwenzangu Ali Manzo. Naam, barabara kabisa Ahmed Aresh, asante sana mtazamaji. Kumekuwa na mengi tu leo ambayo alikuwa akiendelea katika majengo ya bunge na vilevile vile nyakati za asubuhi majengo ya bunge la Seneti vile vile, na tuna taarifa kuhusiana na ile ripoti ya tume ya ufisadi ambayo tayari ishakabidhiwa katika kwa wabunge ili kuanza kuijadili, na tutakuwa pia tunataka kufuatilia zaidi kujua hatima yake. Nitakupa tu baadhi ya watu ambao wanatuhumiwa kuhusika na ufisadi na ni sababu gani ambazo wameshikiliwa nazo. Naam, tukisubiri orodha ya wale waliotajwa na madai yalilimbikiziwa ya ufisadi, lakini kabla yote hayo, tuweze kupata vidokezo vya leo. wabunge where where, no waliotajwa kwenye ripoti ofisari wajitetea vikali punde tu baada ya ripoti kasisha rasmi hii leo. Je, mbona baadhi ya majina waliohusika kwenye sakata maarufu hayapo kwenye orodha hiyo? voja vya kumba bunge la kaunti ya Kilifi wakati wawakilishi wa wadi walipojaribu kumtimua mmoja wa maafisa wa kaunti. Na michezoni, Gor Mahia huenda yakasusia mchuano wa marudiano dhidi ya FC Leopards kutokana na ukosefu wa fedha. Basi moja kwa moja kwenye taarifa kwe zetu kuu. Itakumbuka kwamba gumzo kuu ambalo limetawala bunge la kitaifa na ile bunge la seneti mapema hii leo ni madai ya ufisadi waliolimbikiziwa viongozi mbalimbali, wakiwemo wanasiasa na viongozi wa asasi mbalimbali mbali za kiserikali, na ilikuweza kupata tathmini ya kina na kupeleka moja kwa moja hadi kwa mwenzangu Ali Manzo aweze kutufichulia, je, ni kina nani waliotajwa kwenye orodha hiyo iliyotolewa na tume ya kupambana na ufisadi humu nchini na ni madai gani waliolimbikiziwa? Naam, asante sana Ahmed Darwesh kama unavyofahamu. Asante sana Ahmed Darwesh kama unavyofahamu, mtazamaji, orodha yenyewe ilikuwa na maafisa mia moja, zaidi ya mia moja na sabini na wamegawanywa. Kuna wale ambao wako katika kaunti, kuna wale ambao waliko katika serikali kuu, ambao hivi sasa ndio ambao nitawagusia zaidi hapa. Nazungumzia mawaziri wale watano na baadhi ya tuhuma ambazo wamelimbikiziwa na tume ya ufisadi, na vile vile kuna baadhi ya maseneta ambao pia wamehusishwa katika sakata hizi za hawa mawaziri. Kumbuka baadhi ya magavana pia wamo ndani, kwa hesabu kamili ni 33 wapatao magavana 33 ambao wametajwa katika ripoti hii, lakini moja kwa moja mtazamaji, wacha nikuelezee wale mawaziri ambao tayari washajiondoa afisini ni mambo gani ambayo wanayotuhumiwa nayo. Wa kwanza kabisa ni waziri Charity Ngilu katika wizara ya ardhi mtazamaji, na madai ambayo yuko nayo ni matatu. Manake katika mwezi wa tano mwaka elfu mbili na nne tarehe nane, tare nane ali kuna ripoti ilitumwa kwa tume ya ufisadi ambapo alidaiwa kushirikiana na Evanson Waitiki huyu ni ule mmiliki wa shamba ambalo lilikuwa la utata kule sehemu ya Likoni kusini mwa Mombasa ambao aliongeza bei ya shamba hilo la Waitiki kwa shilingi milioni mia moja na kumi. Kano na ile bei ambayo ilikuwa kwa nastahili kulipwa bwana yule kwenye shilingi milioni mia moja na kumi waziri ngilo alikuwa afaidi na shilingi milioni sitini na tano mtazamaji huku ba baadhi ya wale ambao walioshiriki kwenye biashara hiyo wakifaidi na shilingi milioni 45, baada ya shamba lile kuuzwa. Vilevile kuna madai mengine hapa yaliletwa tarehe kumi na nne mwezi wa kwanza mwaka huu wa 2015. Waziri Ngilu alidaiwa kupanga njama ya kuwaondoa kampuni ya Maita. Ni kampuni ambayo inayofanya hapa jijini Nairobi katika barabara ya kuelekea Ikulu kule kwenye ardhi yao hapa jijini Nairobi. Haya ni mashtaka ambayo tayari yanaendelea kufanyiwa uchunguzi dhidi ya Waziri Charity Ngilu. Tukiendelea moja kwa moja katika wizara ya kawi, tuko na Davis Churchill. Waziri David Churchill anadaiwa kushinikiza kutolewa zile zabuni ya shilingi kwa, kutoka kwa kampuni ile ya Kenya Pipeline ya shilingi bilioni 45. Hii zabuni mtazamaji ilikuwa ipewa na kampuni ya Zakim, lakini badala yake ikapewa na kampuni ambayo inajulikana kama Sinopec. Yeye ndo alishinikiza zabuni hiyo ipawe Sinopec, Sinopec badala ya Zakim ambao walikuwa wameshinda zabuni ile, kandarasi ambao ingetoa shilingi bilioni 10, bilioni 1.5. Katika fedha hizi mtazamaji, bilioni 1.5 ilikuwa ni kama asante wanarudishiwa, ambayo ilikuwa igawanywe kati ya waziri Chirchir -chir na seneta wa Nairobi Gideon ama Mike Mbu, Mike Mbuvi Sonko kumradhi. Vile vile katika wizara ya leba pale, tuna waziri Kambi ambaye alijiuzulu siku ya Jumapili, alitetea ule mradi wa Tasia, mjenzi wa nyumba zile za Tasia, tu baada ya bodi ya NSSF kukaa chini na kusema kwamba mradi huo hautofanyika, lakini yeye aliendelea na kuutetea, maana kulikuwa kuna mabadiliko ya gharama kamili ya mradi ule. Gharama ya kwanza ilikuwa mradi wote u, u, uje ugharimu shilingi bilioni tatu nukta tatu lakini baadaye ya mabadiliko hayo ilienda mpaka hadi zaidi ya shilingi bilioni tano. Mtazamaji, katika wizara ya uchukuzi tuko na mhandisi Michael Kamau ambaye alijiondoa ofisini siku Jumamosi ya Jumamosi. Madai alikuwa tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na kumi na tatu alibadilisha yule muundo wa ujenzi wa barabara bila kuzingatia taratibu ambazo zimewekwa, iwapo unataka kufanya mabadiliko kama haya. Ni hali ambayo ilipelekea ubadhirifu mkubwa wa fedha za umma. Kulikuwa na barabara moja sehemu ya Kimilili kule, ilikuwa inafaa itengenezwe lakini alibadili muundo huo. Tukiendelea vilevile, tarehe kumi mwezi wa pili mwaka huu wa elfu mbili na kumi na tano, madai mengine ni kwamba alipeana asilimia themanini ya biashara kwa kampuni moja ambayo huwa inasaidia kutoa mizigo bandarini, kutoa mali ya kampuni moja ya Kichina kwa njia ambayo ilikuwa siyo sawa. Hii ni hali pia ambayo inayomkabili. Tukija kwenye wizara ya kilimo, tuko na Felix Kosgey ambaye alijiuzulu siku ya Jumamosi tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka jana 2014. Alitoa kibali kwa njia ya siri, njia ambayo haistahili kabisa, kwa waagizaji wale wa kuleta sukari humu nchini, kuleta sukari bila kufuata taratibu za zabuni ambazo zipo serikalini. Vilevile ni matumizi ali, anadaiwa kuwa anafanya matumizi mabaya ya afisi yake, anatisha na vilevile vile kuitisha milungula hususan kwa wale wakuu katika idara zile za serikali ama mashirika ya serikali. Vile vile madai mengine, tarehe tatu mwezi wa kumi na moja mwaka wa kumi na nne mtazamaji aliweza kuikodi ile ardhi ya serikali, taasisi ya mifugo na chanjo, bila shaka na aliweza kuruhusu kulimwa kwa hekari mia moja za viazi. Mtazamaji, haya ndio baadhi ya madai ambayo yanawakabili mawaziri watano ambao kwa sasa wamejiondoa afisini na ripoti yenyewe iliweza kujadiliwa mapema hii leo bungeni ambayo na inaendelea kujadiliwa, na tutaendelea kufuatilia taarifa hizi na kuweza kukupa taarifa kamili, tuone kipi ambacho kitakachofuata. Baada ya hapo, hivi sasa nakurudisha kwa Ahmed Darwesh kwa taarifa zaidi. Na mkiangalia lipo no. Kwenye masuala yanayofungamana na ufisadi ni kwamba orodha ya maafisa wa serikali wakiwemo mawaziri wanaoshukiwa kuhusika na visa vya ufisadi iliyowasilishwa hii leo katika bunge la kitaifa na la Seneti. Orodha hiyo iliyojadiliwa katika bunge la Seneti na la kitaifa ilizua mijadala mikali bungeni, huku pande za wengi na zile za wachache bungeni zikikosa kuelewana. Baadhi ya wabunge pia walitumia fursa hii na kukana kuhusika na visa vyovyote vile vya ufisadi. Ulikuwa ndio mwanzo kwa ripoti iliyowasilishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta kujadiliwa bungeni kwa mara ya kwanza tangu kupasua mbarika wakati wa kutoa hotuba yake kikatiba bungeni wiki jana. Ni hoja iliyopokelewa kwa mikono miwili na pande zote za bunge, walio wengi na walio wachache. Leo wakati wa kuanza mjadala, baadhi ya wabunge wa upinzani wamebua hoja za kukosoa hatua ya rais kuwa inakiuka katiba, aidha baadhi wakitaja kuwa ni katiba pekee ambayo inaruhusu tume hiyo kuwasilisha ripoti kama hiyo bungeni, wala haikuwa jukumu la rais Kenyatta kufanya hivyo. I'm sure Jubilee could have removed some of their perceived friends. Mr. Speaker, the report that we have before us was not submitted by the Commission. It was submitted by the President to Parliament. And that, that in itself offends the clause two before the Constitution. Ni mjadala lo Shamiri na kuendelea la siri nzima sehemu na kauli tofauti zikiendelea kutolewa. Kaunti, bwana spika, inasukuliwa na wakora wengine wasio sipa pale kaunti wanakaa si na ambatu haelewi na makaunti wanaawa pesa hii, wanasema hii inaenda Malaysia, hii inaenda China, hii inaenda Texas, hii inaenda India. this report has a lot of inconsistencies I must say this, either it was done in a hurry or Mr Speaker, of some of the facts from Mr Speaker, huku ukiwa na madai kuwa huenda rais alikosea kwa kuwasilisha ripoti hiyo yeye mwenyewe. Kinya kikuu ni kwamba baadhi ya wabunge bunge waliotajwa kwenye ripoti hiyo wakilipata fursa ya kujafikisha kutokana na madai yanayowakabili. Like when I was told my name is on the list from agriculture, I was very willing to step aside, but from where to where, Mr. Speaker, there is no law for me to step aside. Ripoti hiyo mapema leo imewasilishwa mbele ya bunge la Seneti na kuanza kujadiliwa. KTN Leo. Naam, basi ni taarifa hiyo ya Agnes Penda na kama utangulizi wetu tulivyosema ni kwamba unahusiana na mambo ya ufisadi. Tunakuuliza kwamba je, baadhi ya wabunge waliotajwa kwenye ripoti hiyo ya ufisadi wanafaa kujiuzulu? Je, baadhi ya wabunge waliotajwa kwenye ripoti ya ufisadi wanafaa kujiuzulu? Kufanikisha sehemu ya kauli yako, unaweza kutuma arafa au ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 22155 ukianza neno ndio au la, na maelezo mafupi. Na mwisho wa taarifa zetu basi tutapata fursa au wasaa wa kupitia baadhi ya arafa ambazo mtakuwa mmeziwasilisha hapa studioni. Kando na hayo hali ya ati, ati inazidi kukumba tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC, baada ya wengi waliotajwa kudai kwamba ripoti iliyotajwa na Rais Uhuru Kenyatta si ya kweli, bali kuna ripoti nyingine fiche hii leo basi vyombo vya habari vimepokea ripoti hiyo iliyotaja viongozi mbalimbali serikalini na hata kuwataja majina yao. Tetesi zilizopo kwa sasa ni kwa nini watu wengine hawakutajwa majina yao. Mohamed Ali anatuarifu zaidi. My government will not tolerate corrupt public baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuchukua hatua ya kukomesha ufisadi kwa kuamuru maafisa wote wa serikali waliotajwa na tume ya kukabili ufisadi EACC sasa huenda kuna mengi fiche yasiyotajwa. Wakenya wengi wameanza kuitilia shaka ripoti hiyo huku kukiwa na hofu ya majina kadhaa kuondolewa. Licha ya viongozi wengi kutajwa, majina ya watu kadhaa mashuhuri na wanaohusishwa kwenye ufisadi yamesalia kufichwa. Kuhusu ardhi ya Karen, ripoti hiyo inasema kuwa maafisa wakuu wa serikali walihusika katika unyakuzi wa ardhi hiyo, lakini hawakutajwa, huku tume hiyo ikionekana kuosha mikono kwa kusema kuwa majina ya maafisa wanyakuzi yatawasilishwa kwa kiongozi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko. Swali nije, ni je, ni kwa nini majina yao hayajatangazwa sawa na wengine? Washukiwa wengine wakuu wa unyakuzi wa ardhi nchini waliotajwa, ikiwemo ile ya Karen, Waitiki, Ruai Beach Plots, Kenya Meat Commission, Mombasa, ni Sara Mwenda, afisa mkuu wa ardhi, Patrick Kibagendio Osero ambaye ametajwa katika unyakuzi wa ardhi ya shule ya msingi ya Lang'ata, wakili James Mbaluka, Deepak Kamani na seneta wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko Francis Kimemia, Balozi Chirau Alimwakwere na katibu wa uwekezaji Esther Koimet, pia ametajwa kutumia afisi yake kuwanyang'anya wafanyikazi wa shirika la reli nyumba zinazogharimu shilingi bilioni tano ambazo walikuwa wametengewa kati ya mwaka wa 2006. Katika ripoti hiyo hiyo Francis Kimemia bado ametajwa kuhusika na madai ya kutoa zabuni ya shilingi bilioni moja akiwa katika wizara ya usalama wa ndani. Na ili kutia uzito wa ufuchuzi wa jicho pevu na inside story ambapo tuliangazia maafisa wa tume ya IEBC, ripoti hiyo sasa imewataja James Oswago, Wilson Sholei, Edward Karisa na Willy Kamanga kuwa walihusika katika utoaji wa zabuni ya mitambo ya evid pasi na kuzingatia taratibu zifaazo. Katika sakata ya ubalozi wa Kenya nchini Japan Tokyo, aliyekuwa katibu katika wizara ya mambo ya nje Thuita Mwangi na maafisa wengine Alan Wawero na Anthony Mwaneki wametajwa kutofuata taratibu zilizopotezea serikali shilingi bilioni 1.6. Aliyeonekana kuwa mtetezi wa polisi, mwenyekiti wa tume ya huduma za polisi Johnson Kavuludi pia ametajwa kwa madai ya kutumia afisi yake vibaya fedha, kando na kusafiri Ulaya bila ya kutoa maelezo ya madhumuni ya ziara na gharama zake. Tume ya EACC imesalia na miezi miwili kukamilisha ripoti ambayo inaonekana kujawa na madai mengi ya ufisadi kuliko ushahidi. Mohammed Ali, KTN leo. Naam, kinachosubiriwa basi ni matokeo ya uchunguzi huo. Kanaona hayo ikiwa tungalipo bado kwenye masala vile vile ya ufisadi ni kwamba na muungano wa wafanyikazi humu nchini Kotu pamoja na muungano wa kitaifa wa walimu humu nchini Nata kwa kauli moja basi wamekariri kwamba wapo tayari kutoa ushahidi zaidi kuhusiana na masala ya ufisadi yanayozingira na la taifa la Kenya. Hussein Mohamed anaangazia hisia tofauti zilizotolewa kuhusu ripoti ya tume ya maadili ya kupambana na ufisadi humu nchini. Huku wingu la ufisadi likiendelea kuikumba Kenya kufuatia ripoti ya tume ya EACC, washikadau kutoka sekta tofauti wamejitokeza na kauli zao. Yes, muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini Kotu na kile cha walimu nchini Nat vimetokeza kuwa wako tayari kutoa mchango wao katika kulikumba jila mizi hili la ufisadi.

Aidha walikiri kuwa serikali haina budi kulifuatilia swala hili kwa kina na kuwataka wale wote katika ripoti hiyo iliyowasilishwa bungeni leo kuitikia mwito wa rais.

Ni swala ambalo mwanasheria mkuu wa serikali tilia mkazo. Secondly, there is no reason why we can say that person serving in the executive either as cabinet secretary or permanent secretary can step aside from their jobs but that this doesn't apply to some other form of leadership. There is no logic to that argument in my view. Lakini je, rais ana haki ya kuwataka magavana kujiuzuru? in haya ya kijiri mwenyekiti wa kamati ya muwasibu wa fedha za umma PAC Ababu na Mwamba ameomba kujiondoa kwenye shughuli za bunge ikiwemo kamati hiyo, kutoa nafasi kwa uchunguzi kufanywa. Wakati huo huo, kamati maalum ya adabu iliyochunguza madai ya ufisadi katika kamati ya PAC imependekeza kwamba kamati hiyo iundwe upya, huku mwenyekiti wake Ababu na Mwamba, naibu wake kwenye kamati hiyo Cecily Mbarire, na wabunge James Bet, Mohamed Abbas na Eddie Kanyanga wakitemwa. Hussein Mohamed, KTN Leo, Nairobi. E, tukiachana na taarifa hiyo tuelekee hadi katika kaunti ya Kilifi ambapo kulikuwa na kizaazaa katika bunge la kaunti ya Kilifi baada ya jaribio la kuwasilisha notisi ya mswada wa kutokuwa na imani na katibu wa kaunti kutofaulu. Wawakilishi wa wodi wawili waliweza kujipata ama walipata majeraha madogo walipokabiliana na maafisa wa usalama waliojaribu kuwafukuza. Utata ulizuka pale Jafet Nzaro kutoka wodi ya Ganze alipojaribu kuwasilisha mswada wa kumwondoa Owen Baya anayeshutumiwa kwa utumizi mbaya wa mamlaka katika afisi hiyo. E, hata hivyo naibu spika Ted Mwambire alisema kwamba mswada huo haungeruhusiwa kwa sababu kwamba haukufuata sheria za bunge hilo. Wakilishi wa wodi waliokabiliana na mswada huo walipinga vikali na kutoka nje ya bunge hilo huku wakimtaka katibu wa kaunti aondoke mamlakani. <coughs> Kama hiyo mjadala wa Owen ni hautajadiliwa, hatutaki tena kujadili kitu kingine kwa sababu tumechoka na hivi. Tunaanza na Owen, tunaanza na Owen. Owen ataenda na yoyote ambaye kwa kaunti ni mfisadi, hata awe ni gavana pia vile vile. Tukimaliza na Owen, tutaangalia mfisadi mwingine, bora tu tuwe tuwe tuko na ushahidi. Hatutaogopa mtu yote awe ni MCA awe ni nani awe ni nani. Ikiwa umevunja sheria, umekuwa mfisadi, utaenda na utaenda. Naam, barabara kabisa mtazamaji. Ni siku ambayo ufisadi umetawala taarifa zetu kuu na vilevile vile vyombo vya habari kwa ujumla, ndiposa kwenye sehemu ya kauli yako mapema hii leo tulikuuliza kwamba je, wabunge waliotajwa kuhusika na ufisadi, je pia wao wanafaa kujiondoa mamlakani ili waweze kuchunguzwa? Je, maoni yako ni yapi? Ni ndio au ni la? Huweza kufanikisha basi sehemu ya kauli yako tu maarafa ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 22155 22155 ukianza neno ndio au la. Na mwisho wa taarifa zetu basi nitapata fursa ya kupitia baadhi ya rafa ambazo mtakuwa ameziwasilisha hapa studioni, lakini kabla ya yote hayo, tujifunze mengi kutokana na lugha teule ya Kiswahili ndiposa kwa sasa basi tupate kamusi ya leo. Kamusi ya leo inaletwa kwako na Star Times. Kwenye kamusi ya leo tunaangazia neno ufisadi. Ufisadi ni utumiaji mbaya wa mali ya umma, shirika au serikali. Vile vile ufisadi ni tabia ya ubadhirifu. Mfano katika sentensi: maafisa wengi serikalini wametuhumiwa kwa ubadhirifu na kuhusika kwenye matendo ya ufisadi. Nam, karibu tena kwenye safu ya KTN Leo michezo. Mabingwa watetezi wa ligi kuu humu nchini, Gor Mahia, huenda wasusie mchuano ya marudiano wa klabu bingwa barani dhidi ya FC Leopards kutokana na kutokuwepo kwa fedha. Wachezaji walisusia mazoezi hii leo kutokana na kutulipwa marupurupu yao, huku duru kwa sasa zikieleza kwa KTN kwamba safari hiyo huenda ikawatumbukia nyongo. Hassan Jumaa na taarifa kamili. Gor Mahia huenda ikapata marufuku kutoka kwa shirikisho la soka barani CAF, huku duru zikieleza KTN kwamba klabu hii huenda ikasusia mchono wa marudiano dhidi ya AC Leopards kutokana na kutokuwepo kuwepo kwa fedha za kugharamia safari hiyo. Klabu hii inahitaji milioni tano nukta tatu na kwa sababu mtu jikuna mkono unapofika maafisa wakuu wanasema dharura kwa sasa ni kulipa mshahara wa wachezaji. Hii leo wachezaji walisusia mazoezi kutokana na kutolipa marupurupu yao. Naibu kocha Frank Ouna anasema timu hii, iwapo itafunga safari hiyo, itakuwa tayari dhidi ya AS Leopards. Vijana wetu kucheza nyumbani especially kwenye hii michuano ya Afrika, ya bara la Afrika, naona waga ni kama wachezaji wetu hawako hawajiachilii vizuri mm. na tukienda kule ugenyeni tena, ni kama sasa ile pressure hakuna nini, wako ugenyeni, unajua lazima washinde, na tena kiwango chetu ni kama kimeenda juu. Nina hopes kubwa sana, tukienda Kongo tunaweza geuza hiyo hiyo result na tuweze kutokana ushindi huko, cause katika mpira kila kitu inawezekana. Mm. aida timu hii na wachezaji wapya ambao wamekuwa wakifanya vyema ligi kuu, japo washiriki michoni ya barani kutokana na kutosajiliwa kwa wakati, tulijitayarisha tukijua hawatakuwa tumefika. Iwapo Gor Mahia itakuwa Kongo kwa michuano ya barani, Bandari itajikakamua kutoa uongozi wa ligi kuu kuu wakicheza na City Stars katika uga wa City hapo kesho. Wao tayari washeeka eh, maazimio ya msimu huu, mojawapo ikiwa ni kufanya vyema dimba hilo la barani, kufanya vyema katika dimba la Sekafa, halikadhalika kuhifadhi taji la ligi kuu ya humu nchini. Hassan Juma KTN katika uga huu wa city hapa jijini Nairobi. Naam, swahibu yangu Hassan Jumaa, napenda namna jina lake anavyolitia naksi lakini kando na hayo licha ya kuandikisha historia kama mwanariadha wa kwanza wa kike kutoka humu nchini e, kushinda taji olimpiki, Nancy Jebete Lagat amepata changamoto za kuuguza majeraha Lagat amefanyiwa upasuaji wa goti mwaka uliopita, amerejea mazoezini tayari kwa upinzani wa msimu wa mwaka elfu mbili na kumi na tano na soma shindano dunia ya riadha yatakofanyika jijini Beijing. Mashindano ya olimpiki ya makala ya mwaka na 2008 jijini Beijing Uchina, hadi sasa yamesalia katika kumbukumbu kumbu za Nancy Chepet Lagat gat, licha kukosa ya kukosa nafasi ya kutetea taji lake kwenye michezo ya olimpiki jijini London kupitia jeraha ni sajari Lagat anakiri kuwa taji la olimpiki ndilo muhimu zaidi kwa mwanariadha yoyote. Hata hivyo ndoto yake ya kutoa ubingwa wa dunia imesalia hai. Kwa sasa mazoezi yamengoa nanga na Lagat anakiri kuwa upinzani utakuwa mkali haswa kutoka kwa wanariadha chipukizi wa hapa nchini. Nancy Lagat pia ni mshindi wa mashindano ya nchi ya jumuiya ya madola katika mbio za mita 800 na vile vile mbio za mita 1500. Iwapo ndoto zake za kutoa ubingwa wa dunia zitatimia, basi Lagat atakuwa mwanariadha wa kwanza wa kike kutoka humu nchini kushinda mashindano ya olimpiki na vile vile ya dunia. Lin Washira KTN michezo. Na kuingenekwa katika michuano ya kirafiki itakiochezwa baadaye hii leo usiku Timu ya Uholanzi iliyokuwa na msururu wa matokeo duni, haswa baada ya kuondoka kwa mkufunzi wake Louis van Gaal, itachuana na Uhispania, huku mshambulizi Harry Kane akitarajiwa kuanza mechi yake ya kwanza katika kikosi cha Uingereza dhidi um, in... ya Italia usiku wa leo. Baada ya kulaza Lithuania nne nunge Ijumaa iliyopita, Uingereza ina ari ya kuendeleza rekodi yao ya kutopoteza mechi yote baada ya dimba la dunia mwaka jana. Na kibarua chao kitakuwa kigumu hata zaidi thiri ya Italia. Kwa mara ya kwanza Harry Kane ataanza kati ya mibabe kumi na moja katika kikosi cha Uingereza na ustadi wake pamoja na ule wa nahodha Wayne Rooney unatarajiwa kubeza beza wapinzani wao. We are taking the game very seriously. I know Italy will take the game very seriously and for many players on both teams, it's a great opportunity to show Antonio Conte and myself that we've made the right decision to put them in the squad. Italia ililaza Uingereza katika kipute cha dimba la dunia mwaka uliopita kwenye mechi ya makundi, na wanataraji kuwa wapinzani waliomakinika. Kwingineko, Uholanzi watakaribisha Uhispania, hiiikiwa ni sawia na mechi yao ya marudiano baada ya dimba la dunia. Vicente Del Bosque atakuwa kiongoza la Roja, nia yake kuu ikiwa ni kujaribu kulipiza kisasi baada ya matokeo duni mwaka uliopita. Ayo. Gas Hiddink, mkufunzi wa Uholanzi, naye atakuwa anajaribu kujitakasa haswa kutokana na mfumo wa matokeo duni. Michuano hii inatarajiwa kusisimua mashabiki wengi wa soka ulimwenguni. Moses Wahisi, KTN Michezo. Nam, basi barabara kabisa. Tukitamatisha taarifa zetu, awali nilikuuliza kwamba, je, viongozi walioko serikalini hasa wabunge nao pia wanafaa kujiuzulu? Naam, naona kama unavyoona kwenye runinga yako wengi hapo mmeweza kuchangia na hisia tofauti zimetolewa. Nikipitia tu baadhi ya rafu ndizo zipata kupitia mtandao wa Twitter hapa. Nikianza na Migwa unasema ndio, wajuzulu wa Kenya waweze kusahau ilhali meja meja. Wagitugi unasema ndio, iwapo wahusika watazidi kuwa ofisini wataathiri uchunguzi. Hali kadhalika kutoka kwa Macrumas unasema je, ni mwana siasa gani ambaye hajahusika na ufisadi? Na kumalizia, basi e, mmoja hapa anasema hivi Ndiyo, Harrison huyu Bishop Harrison asema wajiuzulu, kwani tumechoshwa na visanga vyao na mikosi ya ufisadi. Kutoha kwangu Ahmed, Arwesha la ziada, bali nitakomea hapo kwa hivi sasa, si la ziada, bali nakutakia usiku mtulivu. Kwa heri kwa sasa.